Nawashukuru sana kwa sababu ya kuacha blanketi zenu hata kukiwa kulikuwa na baridi sana na, ma, na pia kulikuwa kuna manyunyu kuna pelezi zingine kulinyesha, na ukaamua kuacha hiyo blanketi yako na kitanda yako ambayo ni nzuri sana, ukaiacha ukakuja katika nyumba ya Bwana. May the Lord bless you. Mungu awabariki wa sana. Ah, sio si, si, wengi kuna wengi bado wamelala wako vitandani, wanainua kichwa hivi, wanaona bado hakuna wa jua anaendelea kujifunika wanafikiria bado saa nne haijafika, wanafikiria bado ni six, kwa sababu vile ambavyo kunakaa, but you decided to come in the house of the Lord. May the Lord bless you, may the Lord reward you in the name of Jesus Christ. Haleluya, amen. God bless you, God do you good. Niko na dakika tisa na nitaweza tu kuweka manda yetu wa asubuhi ya siku ya leo. Leo ni ibada yetu ya maombi ambayo ni ibada ya kwanza ya kila mwezi. Tunakuwa na wakati wa kumshukuru Mungu na kumwambia atembee nasi katika mwezi ambao tuko nao, and we thank God that tumepata the opportunity. Hua ninasema ya kwamba maombi ndio tu inaweza fika mahali ambapo miguu haiwezi ikafika. Bwana Yesu asifiwe! maombi ndio inaweza ingia na inapenya katika hiyo ofisi ambayo umejaribu kwa muda mrefu na milango imekataa kufungika, umekosa kupata appointment. Ukipiga magoti, maombi inaweza fanya kitu na hizo milango zikafunguke. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hilo jambo unalolitarajia maombi tu ndio inaweza fanya kazi na hilo jambo likafanyike. Kuwa mtu wa maombi. Bwana asifiwe. Danieli aliomba mara tatu kwa siku. How many times do you pray? Wewe unaomba mara ngapi? Mada yetu asubuhi ya siku ya leo, tunaongea kuhusu kiburudisho na riziki jangwani, refreshment kwa ajili ya watu wetu wa kule Kisumu City. Refreshment and provision in the wilderness, kiburudisho na riziki jangwani. Bwana Yesu apewe sifa. Ambia jirani yako, tunaongea kuhusu kuburudishwa mwambia ni kiburudisho na riziki jangwani. Watu wanaweza jiuliza, jangwa kuna kuburudishwa? Jangwa kuna riziki? Jangwa ni mahali ambapo kumekauka, jangwa ni mahali ambapo hakuna kivuli, jangwa ni mahali ambapo hakuna watu, jangwa ni mahali ambapo huwezi ukaona nyumba imejengwa, jangwa ni mahali ambapo hakuna mito, hakuna chakula Jangwa ni mahali pamekauka, hata kupata mvua kwenye jangwa inakuwa ni shida. Mama mmoja aliyekuwa anaitwa Hajiri na mke wake, na mtoto wake aliyekuwa anaitwa Ishmaeli. Ishmaeli ni mtoto wake Abrahamu. Abrahamu alipoambiwa na Mungu atabarikiwa awe baba wa mataifa, akaona mke wake ni tasa, alichukua yule ambaye alifanya kazi kwake aliyekuwa anaitwa Hajiri akapata mtoto na yeye aliyekuwa anaitwa Ishmaeli. Baadaye Mungu akamnenea akamwambia, huyo sio mwenye nilitaka uzae na yeye mtoto wa kimataifa, lakini mke wako ndiye utazaa na yeye. Na wakati haga alipata huyo mtoto waka, baadaye wakafukuzwa na mtoto wake, na tunaona Abraham aliwapatia maji na mkate, hata si chai, maji, hata si soda Mkate inakuliwa na, na maji akawapatia maji kwa kibuyu, akawapatia mkate, akawaambia endeni. Akawafukuza Haga na mtoto wake, wakaenda kwenye jangwa, na kule kwenye jangwa maji waliokuwa wamebeba ikaisha, na mtoto akaanza kulia akiitisha mama yake maji, mama, nipe maji, niko na kiu mama, ninataka kunywa maji hata. Akaangalia mtoto wake akakosa tumaini, akaangalia mtoto wake akashindwa. Tuko jangwani, msaada wa huyu mtoto utatoka wapi? Hata akachukua mtoto wake, akaenda akamweka kando, akaondoka ili simuone akifa kule jangwani. Mtoto akalilia Mungu. Mtoto akaendelea kulia, na Mungu akasikia kilio cha mtoto, akachimbua kisima, akafungua hala macho, akaona kisima, akateka maji, akampa mtoto Ishmaeli akaishi. Bwana Yesu asifiwe! Kuna Mungu wa jangwa, haleluya. Na neno la Mungu linasema ya kwamba walipokuwa kule jangwani, Ismaeli alipokuwa mkubwa, akawa mwidaji, mwidaji hodani alikuwa anaenda anatafutia mama yake nyama anamletea, wanapika wanakula na wakaishi jangwani. Na Ishmaeli alipofika umri wa kuoa, mamake akaondoka akaenda katika mji wa Misri akamtafutia mke wa kuoa, wakakaa jangwani. Jangwani Mungu anafanya njia. Bwana Yesu wapewe sifa. kwenye jangwa Mungu anabariki watu Jana niliambia watu hapa tulipokuwa katika semina ya kwamba, labda unaomba Mungu, niondoe katika hii jangwa, nitoe kwenye hii jangwa, lakini labda baraka zako ziko kwenye hiyo jangwa. Ishmaeli na mamake hawakukufa, waliishi. Sahii ni watu matajiri sana. Kwenye jangwa kuna riziki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye jangwa kuna kiburudisho, na tunaona safari ya wana wa Israeli Nataka tusome katika kitabu cha Exodus. Nimesema na nitafanya tu utangulizi then tutaendelea next sunday katika jina la Yesu Kristo. Exodus 15:27 neno la Mungu linasema ya kwamba kitabu ni cha Kutoka kumi na tano wa mstari wake wa ishirini na saba Kisha wakafika Elimu, mahali palipokuwa na chemchemi kumi na mbili na miti sabini ya mitende wakapiga kambi huko karibu na maji. Kisha wakafika Elimu. Elimu maana yake ndiyo kiburudisho na riziki jangwani. Mungu anakuburudisha wakati wa mateso, Mungu anakupatia riziki na mtumishi wake mmoja alikaa kwenye kamti, hana chakula jani kubwa, hana kitu ya kukula. Mungu akatuma ihuru. What do we call? ihuru in Swahili eh? Ati huyo kunguru ikamletea chakula akala. Bwana Yesu apewe sifa wakati kuna kiangazi nikiiwekelea hapo utaisikia. Mahali tumesoma kisha wakafika elimu, hawa ni wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipotoka Misri, na wanasema walipokuwa wanaingia Misri waliingia wakiwa watu sabini, na walipotoka kule walitoka wakiwa watu 2.5 to 3 milioni. Walikuwa wameongezeka, walikuwa wamezaana walikuwa wamebarikiwa Mungu aliwaongezea wa. Bwana Yesu asifiwe. Labda uliingia Nairobi na kabagi kama mimi, niliingia Nairobi na kabagi ya red fainali. Hiyo bagi kwanza niliitupa, sababu sitaki kuiona, nimezunguka nayo hii Nairobi mpaka nikajiuliza, kwani hii bagi ni ya laana fainali? Nikaitupa. Labda ulikuta na kabagi namna hiyo, lakini saa hii hauko jinsi ulivyoingia kuna kitu unaweza angalia useme ya kwamba hii Bwana amenibarikia kwenye huu mji. Bwana Yesu apewe wa sifa. Waisraeli wakaanza safari yao na kuelekea katika nchi ya Kanani, na wakiwa kule Wamisri wakawafuata katika kule jangwani, Mungu akatengeneza njia katika bahari ya Shamu na walipotoka, ukiangalia ukisoma 15 Unaona wimbo wa Musa walipoimba, wakiimba wakisema kwamba nitumwimbia Bwana kwa kuwa ametukuzwa sana, farasi na mpanda farasi amewatosa baharini. Kwa kuwa ametukuzwa sana, farasi na mpanda farasi amewatosa baharini. Jina la Bwana litukuzwe. Walipotoka, walipomaliza wimbo wao, wakaanza safari Wakafika penye jangwa, wakafika mahali kulikuwa kunaitwa Mara, walikuwa na kiu sana. Walipoenda kunywa maji wakapata yale maji ni makali, hawawezi wakayanywa. Mungu akabadilisha hayo maji yakawa safi, wakanywa kwenye jangwa. Bwana Yesu wapewe sifa. Nikwambia kwenye jangwa kuna kiburudisho na kuna riziki. Walipofika Mara maji kawa kali, Mungu akaibadilisha yao haikumalizikia wa hapo, wakaanza safari ya siku tatu, wakatembea kwenye jangwa kwa siku tatu, wakafika mahali. Tumesoma katika verse 27 ya kwamba wakafika Elimu baada ya siku tatu, hawajapata maji, hawajapata chochote, kwa hivyo wako na kiu. Wakafika mahali palipokuwa panaitwa Elimu, mahali palipokuwa na chemchemi kumi na mbili za maji hata hakuna kung'ang'ana kila mtu anakunywa mahali pake, visima kumi na mbili iza wako Bwana Yesu asifiwe. Kwenye jangwa kunapatikana si kisima kimoja, ema, 12 of them kumi yeah, na mbili nasio, nasio maji peke yake, pia kukapatikana na miti sabini ya mitende, wakapiga kambi huko karibu na maji wakapata mahali pa kivuli, mahali kuna miti mpaka inahesabiwa. Hesabu ni ya muhimu, hesabu ni ya muhimu. So wakati wote unakuja kwenye nyumba ya Bwana hiyo hesabu inachukuliwa biguni mpaka, hapa imenakiliwa mpaka miti miti ilikuwa migapi. mahali walikaa, visima vilikuwa kumi na mbili, miti ilikuwa sabini. Mungu alifanya hivi kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu wapewe sifa. Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi fanya kwa ajili ya watu wake, kwa ajili yako wewe. Na nimekuja kutangaza ya kwamba katika huu mwezi wa kumi ni mwezi wa kiburudisho, ni mwezi wa riziki katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Utembee ukinena hivyo, ukitangaza hivyo katika maisha yako. Bwana ulisema ibada ya kwanza mwezi wa kumi, ya kwamba huu ni mwezi wa kuburudika Yesu. Na hivi litafanyika kwa watu ambao watachukua hii mada na waamini ya kwamba kuna kuburudika kwenye mwezi wa kumi. Bwana atafanya jina, Bwana atatupatia bisi, Bwana atatupatia mahali kuna kivuli, jina la Bwana litukuzwe. Simama kwa miguu yako, staki kuendelea, muda wetu umepita, ume na tutaendelea kutoka hapo coming Sunday. Usibaki nyumbani, kuja na uite marafiki wako, usikuje peke yako, tafuta mtu ambaye utakuja na yeye, ili tuendelee na hii mada, na umwambie ya kwamba huu mwezi ni mwezi wa kiburudisho, ni mwezi wa riziki, refreshment and provision in the wilderness, and God will do this, kama alifanyia Waisraeli, ni sisi atafanyia siku hii ya leo, ni wewe atafanyia siku hii ya leo, katika jina la Yesu. Kwa mbele za Bwana, mwambie Bwana, umenena na nimelisikia neno lako na Mungu wangu, kuna mambo mengi nimepitia, na kuna mengine sijui mbele kutakuwa namna gani, lakini kama neno lako lilivyosema ya kwamba huu ni mwezi wa kuburudishwa, ni mwezi wa riziki kwenye jangwa niliyoko, Bwana ninajua ya kwamba kama vile ulivyowapea Waisraeli visima kumi na mbili, nami Bwana utachimbua kisima changu kati jina la Yesu, nitakunywa maji na sitakufia jangwani, sitaisha, hatutakufa katika jina la Yesu. Watoto wetu hawatakufa hawataangamia kwa sababu ya neno lako naomba likafanye kazi katika maisha yangu. Ambia Bwana, nataka neno lako lifanye kazi katika maisha yangu.